Lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. Tafsiri yake ni nini sasa? Kwa upande wa Tanzania tunatoa wito kwa Watanzania wote. E, sera hii ni kama tulivyosema, ni ya 2014 lakini toleo la 2023. Lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila Mtanzania anatakiwa ayafahamu. Na yule asiyeyafahamu, tukasema sisi kama serikali kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu eh, na mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza mbali wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu. Sasa ni wajibu wa kila Mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake kwa hiyo kama wizara kama serikali tumeona ni muhimu kuwa na kituo hiki ili kuanza kupokea huo eh, ushauri, maoni na mawazo ya watu mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha elimu yetu, iwe ni ile elimu ambayo mheshimiwa Rais anaitaka, lakini eh, ulimwengu jinsi unavyo unavyokwenda. Niwahakikishie kwamba kituo hiki ambacho kinaenda kukabidhiwa kwetu leo kitaenda kuboresha mawasiliano kati ya wizara pamoja na wadau wake wengi ambao wametapakaa katika nchi nzima na hata nje ya nchi yetu. Sote tunafahamu uh, sekta ya elimu inamgusa kila Mtanzania, na kwa sababu inagusa watanzania walio wengi, wengi watakuwa na mahitaji ya kupata taarifa, ya kutatuliwa matatizo mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kituo hiki sasa kitaenda kuwafikia watanzania kule waliko. Zamani ilikuwa lazima kamishna asafiri mdhibiti um, ubora asafiri, lakini katika mazingira ya sasa, tunaamini masuala mengi ya watanzania kwenye masuala ya elimu yanaweza yakapewa masuluhisho kupitia uwepo wa kituo hiki.